Wapak, wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri na mapema siku ya kwanza ya juma, wakaenda kaburini, jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuvingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburini? Hata walipotazama, waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Nazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayuko hapa. Patazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu Kawaambia wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko ndiko mtakapomwona. Wakatoka nje wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingia tetemeko na no ushangao, wala hawakumwambia mtu neno. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu amefufuka. Amen. Kiangalia hivi tu <coughs> namwona Yesu. Wewe <wamefufuka. tos> unaona Yesu. Yaani, hii mashangilio imani rai namwona Yesu amefufuka. <coughs> <coughs> Kama hajafufuka kwako kuendelea kubaki kaburini. <coughs> Kwa wale ambao wamefufuka kwao, changamka na Yesu <tos> <Amen>. <tos> la Yesu linasema uh, ameshinda kifo na mauti. Kufufuka kwa Yesu ni tumaini letu sisi ambao tunamwamini. Leo ulimwenguni mote ni furaha kuu kwa waamini wa Bwana wetu Yesu Kristo, ni siku ya ushindi. Anasema ushindi, ni siku ya ushindi, tena si ushindi wa kawaida, ushindi mkuu. Ni siku ya furaha sana kwa sababu ndipo ushindi wetu umepatikana wa kukombolewa kutoka nguvu za giza, wale tunaomwamini Yesu, na tukaingizwa kwenye nuru na tukaketishwa pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Biblia inasema katika Kolosai 1:13-14 naye alitukomboa kutoka nguvu za giza, akatuhamisha kazi yake alikwenda kufanya kuzimu hiyo akatuhamisha na akatuketisha pale tulipokuwa kwenye utukufu pamoja naye kwa Mungu wetu. Lakini kuna watu hawakufurahi wakati wa kufufuka kwa Yesu, wengine ni kuwa makuhani, Masadukayo, viongozi wa kiserikali yeah, wa kijamii, wale waliosulubisha. Nafikiri nafkiri mnakumbuka inyuma kwa habari ya Pilato na Herode, sindio? Viongozi wa kijamii hawakufurahi kufufuka kwake hiyo wanatafuta namna yeyote ya kuzima mvumo huo mkubwa unaotokea kwamba Yesu amefufuka. Bwana asifiwe. Wanatafuta kila namna, ukisoma katika Mathayo 28:11 mpaka 15, mmoja atakusaidia kusoma hapo Mike. Mathayo 28:11-15. Maaskari wamemwona Yesu akifufuka sema Mashuhuda wa kwanza wa ufufuko ni maaskari. Mashuhuda wa kwanza wa ufufuko ni maaskari, wamemwona wa akifufuka, lakini kwa sababu hawawezi kuzuia nguvu ya Mungu ya kumfufua Yesu, wao wakatetemeka. Biblia inasema wakawa kama wafu kabisa, lakini wameshuhudia nini? ufufuko na wamekwenda kushuhudia ukweli juu ya ufufuko kwa viongozi waliowaweka pale kulinda kaburi. Wakaenda wakasema, yule jamaa amefufuka, tumemwona kwa macho yetu kabisa akifufuka, tulishindwa kusimama, maana hiyo hiyo hiyo nini? huo mtetemo uliokuwepo, hatukuweza kusimama, tulianguka tukawa kama wafu. Wakawaambia nyamaza, nyamaza, amefufuka fufukaji mmekubalija akatoka ile nguvu tusingeweza kuizuia ya ufufuko. Sasa wakaingia aibu kwamba Yesu amefufukaje, wakaanza plani chafu kusema, wakaanza plani chafu, wakaweka vikao, wakaitana, wakuwa makuhani na viongozi wote wa kijamii, wakasema hii kitu ikitokea yule mtu tuliomsulibishwa kwamba amefufuka ni aibu kwetu, tufanyeje isiendelee wakatunga nini mtu wao sasa tuwape maaskari hela hongo kumbe ilianza zamani <laughs> na ilianza na viongozi tena wa kanisa na wa kijamii maana hapa wamechanganyika mafarisayo ambao nawakua dini na viongozi wa kijamii waliomsulubisha Yesu wanawaonga maaskari wanawaambia sasa ninyi chukueni hizi hela semeni hajafufuka, ame, Yesu ameibiwa na wanafunzi tulipokuwa tumelala. Unaweza kupiga hiyo hesabu? Hoja ndogo, hoja hoja dhaifu hiyo, tu inatosha kuwakamata na kuwafuka. Tumewaweka mlale, tumewaweka mlinde. Bwana asifiwe! Ni, ni hoja inayotungwa na hawa viongozi wakuwa makuhani, semeni wanafunzi wake walikuja kuiba tulipokuwa tumelala. Walionaje wakiwa wamelala, wanafunzi wamekuja? Bwana <laughs> asifiwe! Si hoja dhaifu sana? Wamelala wa alafu wameona wanafunzi wamekuja wakaiba, kwa nini hawakuchukua hatua? Kama waliona wamekuja wakaiba, yosi unapangua tu, ni hoja dhaifu. Bwana asifiwe. Hawa walitakiwa kamatwe wafungwe, lakini wameshapata ahadi ikisikilikana, sisi tutawatetea hawa. Wakuu wa makuhani na viongozi wanawakilisha viongozi wa dini na viongozi wa kijamii, waongo wenye hofu na uoga, na vyoo vyao, na wasiojua nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe! Na wapo katikati yetu wengi tu wanao wahonga wananchi, wanao wahonga watu wapindishe haki, wakiwa na hofu ya viti vyao, na wanasema kwa sababu ya viti vyetu, hata wakuu wetu wakisikia, tutausema nao, hawa waacha wa vijana. Lakini mbele za Mungu haiwezekani. Na unajua wanaambiwa waende wakaseme waime hajafufuka. Najua ukitaka kuua moja nyamaza fanya nini? Lakini wakawaambia nendeni, mkisema hajafufuka. Kila wanaposema hajafufuka, ndio wanavuta usikivu wa watu. Nini, Yesu hajafufuka? kwani kulikuwa na nini? Watu wanaendelea kutafiti zaidi, hicho wanachosema maaskari ni nini? Wanasifiwe. Hajafufuka, ndio maaskari wanasema. Nani amewatuma kusema? Hawakuwa mabwana wanafuvuta usikivu wa watu ili waendelee kutafiti zaidi. Wakati wanasema hajafufuka, Yesu haangaiki na uongo wao. Yesu anaangaika na mambo ana makubwa ya ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Huko wanapita wakisema hajafufuka. Yesu anakutana na mama anasema amani iwe Bwana asifiwe. Hajafufuka, akutana na Kleopa na mwenzake wanaenda Emmaus, anawaambia amani iwe kwenu. Hajafufuka, Yesu anaingia wanafunzi wamejifungia, amani iwe na anawaambia nendeni, mkawafanya mataifa yote, kwa wanafunzi. Kuna watu wakipigwa ubea wao uongo, wananyononyea mpaka wanapata pressure. Bwana asifiwe. Ukipigwa neno baya kidogo pa la uongo unanyonyea unakuwa kama nini? Songa mbele, achana na mambo na maneno yasiyo kujenga. Fanya mambo makubwa ya ufalme, fanya mambo makubwa ya familia zako. Watashangaa, uongo wao utazimwa na kazi. Haleluya! Ale. Ale. Unanyonyea sababu ya chuoni, nayo yana kazi zake tukioko chuoni sasa tuseme tu, jamani, ungempenda msichana akakuchukia, unamtungia neno, kwenda huko, una miguu ya kushoto <laughs> akatungiwa msichana mmoja, una miguu ya kushoto, alafu natafuta na watu wengine wakusaidie kumwambia, we una miguu ya kushoto, kwenda huko. Kumbe umeshindwa jamani, uwaoje? Sasa msichana anakonda, anajomwonea, nini nimeambiwa na miguu ya kushoto kwa hiyo anavaa magauni marefu ili afunike miguu yake. Acha ujinga. Bwana <laughs> asifiwe. Soka mbele kama na miguu ya kushoto ndivyo Bwana alivyokuumba. Tumie hiyo miguu kumtukuza Bwana. <laughs> Haleluya. Na vijana wawili very short Arusha kwa iwaakaarushaumbaji. Kuna mtu anawafahamu? Ni wafupi kupita kiasi. Lakini wanatumia ufupi wao kumtukuza. Kuna mtu anaona? Watu wanabarikiwa. Tumia hata udhaifu wako kumtukuza Mungu, kusema amina, haleluya. Achana kusikiliza mambo yasiyojenga, hajafufuka. Ah, wewe fuata mambo ya msingi. Amen. Yesu amefufuka kweli kweli, haleluya, ndio msingi wa sentensi. Na maaskari wanaposema hajafufuka Yesu anapojithibitisha wanafunzi wanasema Yesu amefufuka kweli, kweli. Haleluya. Je, Yesu amefufuka kwako? Amen. Sifa na utukufu kwake sana. ameziacha kaburini vitu sana ni vitu vilivyofunga, sio tunavyofungia wale walimaolala. Vyote vinatii, vinabaki kuzimu. Yesu fufuka, anafufuka na mavazi mapya, anasonga mbele na kazi ya ufalme. Bwana asifiwe. Amen, tusiendelee kuteswa na maneno yasiyojenga na kuogopa kwamba Bwana wetu hajafufuka. Mtume Paulo akiwa ananiandikia kanisa la Kolosai, anasema ninyi mnaomwamini Yesu mmefufuliwa pamoja na Msifikiri mambo manyonge na hadithi za uongo, tufikiri mambo yaliyo juu Kristo aliko. Acha kufikiri mambo manyonge, tufikiri mambo makubwa ya ufalme na tufikiri mambo ya juu Kristo aliko, fikiri mambo ya juu, tuendo hofu katikati yetu kwamba Yesu hajafufuka, na hiyo kuondolewa hofu kupitia Yesu Kristo kufufuka, kuondoe pia hofu zetu zote nyingine zinazotukabili katika maisha. Sema amen. Amen. Wapendwa, washindi si wale wasioingia katika changamoto. Narudia, washindi si wale wasioingia katika changamoto, bali ni wale wasiokata tamaa. Amen. Amen. Amen. Hawa wamama ambao ni marafiki za Yesu na wanapenda kwenda kupaka mwili wa Yesu mafuta. Wanajua changamoto inayowakabili mbele yao, changamoto moja, giza. Hebu sema giza, yeah. Na wamama wanaogopa ogopa giza, sio? Lakini giza hilo alikuatisha kwa ajili ya wa urafiki wao na bwana wao Yesu Kristo amen. Amen. Amen. Wanaamka usiku wanakwenda kaburini. Changamoto ya kwanza, hawakuogopa nini? Yes. Na washindi sio wale ambao hawaingii changamoto, ni wale wanaoingia kwenye changamoto, lakini wanasonga mbele. Yes. Changamoto ya pili, jiwe nini? Yes. Ndio tumesoma hapa, na wanawaza sasa pale kuna jiwe kubwa, ni nani atakayetondolea ile jiwe pale mlangoni pa kaburi? Lakini hata pamoja na kuna jiwe pale mlangoni mwa makaburi, wakati tamaa, wanachukua hatua wa wanasonga mbele, sema amina, wanasonga, wanajua uwezo wao na jiwe haviwezekani, lakini hawakati tamaa, wanasonga mbele. Kuna watu wanafeli kabla hawajachukua ya, ya, ya hatua, yani hajachukua ya hatua kwa kuwa mbele kuna uzito fulani, anafeli na haanzi. Utashindwa milele yote Wasichana, Bwana Yesu so asifiwe, mlioko vione na sekondari, wasichana mlioko sekondari, Bwana ana asifiwe. Awa wamesikia kwa, e, e, wamesikia kwa masikio kwamba masomo ya sayansi ni magumu, hawaja try, hawajaingia kujaribu, lakini wanasikia hawaingii huko wala hawaanzi. Wanafeli kabla ya kunini ya kuanza. Anza soma mbele ujue kweli kuna ugumu gani huko mbele, aenda kukikuta kumbe kitu rahisi, kumbe mahesabu ni formula tu, kisha shika formula wewe umepita kila mahali. Bwana asifiwe, usifeli kabla ya kuanza. Wa mama wakasonga mbele, na wanapofika kaburini, hakuna chakula, hakuna hakuna, jiwe liko pembeni, kaburi li wazi, hawajashinda changamoto yao. Je, wangalijua changamoto iliyoko mbele yao wakaamua kubaki nyumbani, wangaligundua kuna muujiza? Wasingaligundua kwa muujiza wa kuondoa jiwe. Wamefika na wamemwona malaika na wanakuwa wa kwanza kupewa habari za ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamekuwa wa kwanza wa kupewa habari za ufufuko, lakini wamekuwa wa kwanza kuondolewa hofu ni wanawake. Wanawake aiafaaelewao tumesema nini? Bwana asifiwe. Watu wa kwanza wa kushuhudia ufufuko ni nani? Aie. Wanawake. Na wa kwanza wa kupewa utume ni nani? Wanawake. Wanaambia, nendeni mkaambie wanafunzi na Petro ya kwamba amefufuka, hayumo kaburini. Nao kiwanda cha shetani cha kufanya

Sasa akaliamuru, anataka mdogo wake aokoke, yeye nikafungia mdogo wake mlevi, ili akamwombea, mwambie aokoke. Sasa akaliambia na kwa Mungu, nenda kwa fulani mlevi. Akambia ah, fulani anatudharau sana mlevi, kwa nasi vipi? Ah, fulani ana anatudharau sana, hatuwezi kwenda huko. Kumbe hata kwenye ulevi pepo linaji

wachana na hiyo, sema mimi Amen. Amen. Amen. Si kwa kuona mtu sana, kwa kuona mwamini Yesu Kristo fufuka ni kwa yani, mtizamo walioona, kila mmoja aliona ndivyo ilivyo kwamba kuna mijitu mikubwa minefili, mijitu ya miraba mitatu iko kule, ina nguvu. Alafu anasema imepanda juu sana, hatuwawezi. Watu kumi hatu wawezi watu wa, tusithubutu kuvuka hapa, tutakwisha. Hiyo ni nini? Ni hofu. Hawajaingia vitani, hofu lakini watu wawili Kaleb na Joshua wakasema, ni kweli kuna majitu, ni kweli yana nguvu, ni kweli ni mijitu ya miraba mitatu, lakini bila shaka Mungu atawaweka mikononi mwetu. Sema haleluya! Watu wawili wanashinda watu kumi, tuvuke! Tena wanasema tuvuke mara, maana Mungu atawaweka watu hawa mikononi mwetu. Wale waliokuja na hofu wakafia namo ya mtu waliokuja na ujasiri ndio tu waliruhusiwa kuvuka. Hofu ni mbaya, inaweza kukuua. Hata kama wakati wako umefika, ujasiri utakusaidia kuvuka. Kutana na mtu akikusukuma umwambie Yesu amefufuka. Simao yameshindwa kumshika, askari yameshindwa kumshika Yesu. Huyo mtu akijua unamwambia Yesu amefufuka na unaamini hivyo, hawezi tena kumwambia kabisa hujui Yesu amefufukia haleluya! Haleluya! Wapendwa katika Bwana, tunapoishi kufufuka kwa Yesu siku ya tatu, kufufue mambo yetu yote yaliyo kufa na ambayo hayako sawa katika maisha, kufufue habari ya hofu zetu, tuwe na ujasiri, kufufue kwa habari na kuona magonjwa ni sehemu ya maisha yetu, tuone kwamba Isaya 53:3-4 anasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo Yesu amekisha kupona, ameacha magonjwa yetu kaburini. Sisi kazi yetu ni kuamini na kusonga na Yesu mbele. Kwa umaskini wa Yesu ili sisi tuwe matajiri. Kuna watu mnanyonyea, mnakaa mnasema, mimi ni maskini, nimeandikwa maskini. Acha ujinga! Yesu amefufuka, kwa umaskini wake ni ili sisi tupate kuwa matajiri. Tumia akili na busara yako sasa kuleta utajiri kupitia jina la Yesu amen. Mara yake kila anachokwenda kufanya anza katika jina la Yesu, unakuwa mshindi amen. Acha kunyonyea, Yesu amefufuka, mpendwa tembea na Yesu mfufuka. Bwana asifiwe, hofu zote ziondoke kwetu, na mimi niseme kwa watu wa Kingereka, hofu za ajabu ajabu zitoke kwetu Kingereka, zikawapate watu wasio na imani huko huko. Wapi huko? Walikuwa wasio na imani. Bwana asifiwe. Na kazi yetu ni moja, kazi tuliopewa baada ya ufufuko ni moja tu kusifu hiyo kazi ya Yesu msalabani, kuitumikia hiyo kazi ya Yesu msalabani na kuifurahia maisha yake. Mjeleni anapigwa misumari, anatemewa mate, ungefikiri vizuri, alafu naambia wewe sifu tu. Nakuambia, ungepanda juu ya miti yako sifu, ungeona anapigwa hapa sulubiwe Baraba ni mimi na wewe. Yesu anapata msalabani, ili sisi tuwe huru, na kazi yetu ni hiyo moja, tukusifu kuitumikia kazi ya nini? ya msalaba, hakuna kushinda au nilete kupiga <tipa>, wewe wewe wewe, lakini saya kukabidhiwa kunishadi anakabidhiwa yeye anampa <laughs> mke ambaye hajapigwa kamgeona haya. Yani, mke amekaa kule amepigwa, mume amepigwa huku, mke ndiye anapokea matunda ya kitiko chake. Ndivyo tulivyo mbele ya Yesu. Yesu anapigwa, anauawa ili sisi tuwe Ya wewe, ili, kwa kwa ya wewe kwa sababu kaburi la Yesu lilikuwa kwa ajili yangu na wewe. Kwa hiyo sema kwa ajili ya kaburi la Yesu, makaburi yote yalionichimbia yamefukiwa. Mimi ni ya mzima.